Naam, sasa tuangalie katika upande wa taarifa nyingine hususan e, tuelekee huko Unga Limited, huko Arusha ambapo baadhi ya wakazi unga limit, Arusha, wa eneo la Unga Limited jijini Arusha wamepinga wito wa kufanya maandamano Septemba mosi ya operesheni ukuta iliyopangwa na vyama vya siasa. Wakazi hao wamemweleza mwandishi wetu kuwa hawana sababu za kushinikiza suala la ukuta ambalo tayari limeshapigwa marufuku na serikali. Mwandishi wetu Sechele la Kongola anayo taarifa kamili kutoka Arusha. <tinyo> Baadhi ya wakazi wa mtaa Mshikamano uliopo katika eneo la Unga Limited jijini Arusha ambao wamejitokeza kupinga hatua ya Operesheni Ukuta ambao inatarajia kufanyika Septemba mosi na kudai kuwa hawako tayari kuandamana kwa shinikizo la masuala ya kisiasa yanayotaka kuvuruga amani. Wakazi hao wakiwemo mamalishe, mafundi magari, mafundi viatu, pamoja na ajira ndogo ndogo, wamesema wao wanachokitaka ni kufanya kazi tu na swala la operesheni ukuta hawalitambui. Sisi Arusha hatuko tayari kuandamana. <laughs> mimi siko tayari kuona vijana wa Arusha wakiwa vilema na kuteseka bure kwa ajili ya kuwaunga mkono watu ambao hatujui wana maana gani. Sisi hapa tunataka kazi Hatutaki malumbano wala nini, tunataka kazi. So biashara ya kubeba mabango tukapigwa mabomu tuwe vilema, mimi sitaki hilo, napingana nalo, naungana na mheshimiwa John Pombe Magufuli. Vijana wote tunataka tufanye kazi hapa, mambo ya ukuta sisi hatujui. Pia wamesema wao wako tayari kutoa elimu kwa vijana ili wachape kazi na kupata ajira ambazo zitawaingizia kipato cha kila siku. Secheela Kongola, TBC One, Arusha yanayofanana na hayo ni jijini Dar es Salaam. Umoja wa wafanyabiashara ndogo ndogo machinga katika eneo la Mwenge wilaani Kinondoni jijini Dar es Salaam umewashauri vijana nchini kutokubali kurubuniwa na wanasiasa kushiriki kwenye mikutano ya hadhara na maandamano yasiyo na tija kwa maendeleo ya taifa. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dar es Salaam, mwenyekiti wa mmoja huo Omar Hamisi amesema ni bora vijana wakatumia muda huo kufanya kazi za kuwaingizia kipato na kujiletea maendeleo. Mwandishi wetu Gideus Audax ametuandalia taarifa ifuatayo. Eneo la Mwenge jijini Dar es Salaam, wafanyabiashara wakiendelea na shughuli mbalimbali za kiuchumi. Mwenyekiti wa mmoja wa wafanyabiashara katika eneo hili Omar Hamisi amekutana na waandishi wa habari kuzungumzia umuhimu wa kudumisha amani nchini hivyo sisi kama vio, kama kiongozi, mimi kama kiongozi wafanyabiashara Mwenge machinga ambao ndio jamii hao vijana ambao wanatumiwa na wanasiasa, tukaona ni vyema kwa sababu kishokuta kuna, kuna, kuna issue ambayo inaendelea katika vyama vya siasa. Si busara hata kidogo tukiingia barabarani na kwenda kuandamana. Baadhi ya vijana wameelezea namna ya kulinda amani. Mimi kama kijana machinga Mwenge nawashauri vijana wenzangu, swala maandamano swala maandamano yani aturejee swala kama sisi kichopo kwetu ni kazi hapa tumefuata kauli mbiu ya rais, hapa kazi sisi. Tuko hapa chikazi, sala maandamano ila tujui kabisa sana. Sasa hivi hata wateja wanaogopa kufanya biashara, watu wanaogopa kuja sokoni kwa ajili ya kuchukua biashara, kwa ajili wanaogopa vurugu. Kwa hiyo watu wanakuwa mebana ila zao sisi ndio maana tupati pesa e, Kwa hiyo sasa hivi biashara imekuwa ngumu kwa ajili ya ile neno ukuta, ni watu wanaliogopa. Wafanya biashara hao wamepongeza jitihada zinazofanya na Rais John Magufuli kupambana na maadui watatu ambao ni maradhi, ujinga na umaskini. Egidus Audaxi.